Zulfa, karibu sana. Asante. mm -hmm. Zamasiku mzuri. Unakumbuka ulikuja lini kwetu kutafuta fursa ya kazi? Eh. Ilikuwa lini? mwezi wa nne tarehe ishirini na nane mwaka. Mwaka jana, mwaka jana. Na ulipangiwa kazi wapi? Dodoma. Dodoma. Kwa hiyo kazini, mm -hmm. Umekaa muda gani? mwaka tayari, bado bado wiki mbili nikamilishe. Umekaa mwaka, mwaka. E, ni tarehe moja mwezi wa tano ndo namaliza mkataba sasa. mbona uko Dar es Salaam? Tumekuja likizo huku, tulikuja likizo wewe na nani? na huyo bosi wangu. Mmekuja likizo kwa hiyo bado uko kwenye mkataba hapana? Sasa mara tumekuja likizo mara hapana, kazi nilipangiwa e, Dodoma uh -huh, sema huwa tunasafiri wewe na bosi wako e, uh -huh. Sasa safari hii uh -huh, ndio imenikutia huku da, ambapo yeye anakaa Chanika uh -huh. Eh, eh, mkataba ndo umevunjikia kule. Umevunjikia wapi? Chanika kule. Mm -hmm. Eh, Chanika ni kwa nani? Ni kwa bosi. Nan, kwa hiyo bosi. Mm, toka umeenda kazini Dodoma, umeshakuja mm -hmm. Da, mara ngapi? Yaani mnakuja ma... Hii, mara ya tatu. Hii, ni mara ya tatu mm -hmm. na ndio unakaribia kumaliza mwaka eh. Okay, sasa kwa nini mkataba umevunjika? Ni kwa sababu ya bosi. Yaani sababu ya bosi kivipi? Yaani kwa sababu ya bosi kwa sababu alikuwa yani, tulikuwa yani, tuna malumana na simu huku, nimeshapiga zaidi yani, ya si chini ya mara tatu huku kituoni, toka nifike kazini nimepiga simu kama mara tatu sasa eh. mm hiyo -hmm. Tukio la jana hilo ndo ambalo limekuwa ni kubwa ndo akaniambia okay, niondoke. Hayo matukio mengine ambayo ulikuwa unapiga simu ni matukio gani? Tukio la kwanza kabisa nilipofika mpaka nikapiga simu ilikuwa mm, kazi Mm -hmm. Nilivyofika kule nikakuta kazi tofauti na nilivyopangiwa, huko ulivyoambiwa ofisini eh? kazi za tofauti zilikuwa ni zipi? Kumwagilia, kuuza mbogamboga, kuna kuuza maji ku? Kuuza maji. uh -huh. Eh, kuna kulima mbogamboga, unamwagilia. Kulima mboga mboga. Uh -huh. Nikamwambia sisi hizi kazi kule. Na kuuza maji. Eh. Hizi kazi sisi kule tunaambiwa haziruhusiwi. Akaniambia, mbona mimi kwenye nanili yangu nimeandika hizi kazi zote?

Akasema amna mimi mwezi huu lazima nikukate mshahara mimi. mm -hmm. Ndo nikapiga tena huko simu tena kituoni nikawaelezea. mm -hmm. Wakamwambia, nikaona tena lile likaisha, wakamwambia bosi. E, nahisi maana mimi niliwapigia huko simu kuwaelezea mm -hmm. wakasema basi tutaongea naye. mm -hmm. E, wakaongea naye wakaanza kuniambia, nikasema sawa, nikaendelea tena na kazi. Kwa hiyo akukata mshahara tena. Eh, akunikata tena mshahara. Wala huo mzozo au kuendelea, eh. Uh -huh. Mhm. Uh -huh. Mm. Mara ya tatu tulikuja tena huko huko da mwezi wa 12. Mhm. Mm. Alitoa nguo zangu chini, alitupa nguo zangu chini alianika kwenye kamba, akasema kwa nini nguo zangu mimi umeanika kivulini zako umeanika juani? Akatoa nguo zangu akatupa chini. Mm uh -hmm. -huh. Nikapiga tena huko simu kituoni, wakaongea wakatusuluhisha. Mm -hmm. Mm. Nikarudi tena hii ya nne ndio jana asubuhi nilipokuwa nyumbani kwake. mm -hmm. Yeye mi nalala nyumba ndoga nalala nyumba kubwa. mm -hmm. Uw afungui mlango mpaka amke. mimi -hmm. Nikiamka nafanya tu kazi za nje mm hivi -hmm. watoto ndani wakiamka wananisaidia kazi, kwa mfano kudeki. mm -hmm. e. Sasa hiyo siku wa, hiyo jana akaambia wakiamka asifanye kazi yoyote mimi nikiamka nitazifanya. Sasa na yeye alichelewa kuamka, mimi nikaamka nikafanya kazi tu, fagia uwanja, kufuta madirisha mm -hmm. Namba namba, unitie nani, nitie karo mm -hmm. Amefungua yeah, mlango saa mbili, hiyo saa mbili hiyo, ameniambia natakiwa nipike chai, nipike chapati, ndizi, uji. Sasa mi nikaa chapati, bado sijamaliza kupika e. mm -hmm. Nimepika chapati, chai na ndizi mm akaniuliza chapati ziko wapi? Nikamwambia bado ndo naanza. Nikamwambia kwa nini unaanza save? Nikamwambia ndo mmechelewa kufungua mlango. Mhm. Mhm. Ndio akaanza kunigomeza, ananiambia unaamka saa mbili kama bosi. Sijui ni nini na nini. Nikamwambia hamna bwana, mimi nimeamka muda mrefu. Mhm. Mmechelewa kufungua mlango. Ndio akanishika kana nivuta nywele ananipiga huko mgongoni. Na hapo ndo ameniachia hii alama hii akanambia, ondoka. Mm -hmm. Mm. nikaambia sawa. Kwa hiyo akakushika? Eh, kanishika kabisa huku kichwani kama anakupiga? Eh, kanipiga kabisa. Mm-hmm. Kaniambia ondoka, nikaambia sawa. Mm. Ndio nikaenda nikafunga mizigo yangu. Mm. Tena ndio nilikuwa napiga simu kituoni natuma watoto, mwambie dada fanya haraka aondoke. Kwao sikupata nafasi hadi nilipofika nyumbani ndo nikapiga simu kituoni ndo akaniambia basi uje sasa hivi. Nikaambia kwa sasa hivi sitaweza kuwahi. mm -hmm. Nitakuja kesho, ndo ambayo ni leo. mm. Kwa hiyo eh, jana ndo umetoka kwa bosi wako baada ya kukupiga. Kwa nini pale pale usiripotie mpaka uende kwenu? Ukipigwa nikosa wewe mkataba wetu uliosaini, we we we, ulikuwa unajua ule mkataba unakulinda vipi kwenye swala kama hilo la kupigwa? Mkataba wetu unasemaje? Ukienda kwa bosi ambaye atakupiga, inabidi nitue taarifa hmm? nitue taarifa ukituoni. mm -hmm. Kwa hiyo bosi kwanza, akikupiga hicho kitendo, kimkataba kimekaaje? Nani anakuwa amevunja mkataba? bosi. Na bosi akivunja mkataba, we unastahili haki gani? anilipe nini? mshahara wa mwezi huo na nao unaofuata. Sasa we kama unayajua yote, kwa nini umebeba virago vyako ukaondoka ukaenda kwenu pale? sikupata muda, maana alikuwa niambia nifanye haraka niondoke, nifanye haraka uondoke, kao ukaondoka kwanza, ndio ukaenda kutupigia simu e lakini ulikuwa hapa da, ee, sio Dodoma, ni da okay. Sasa kuna kesi ya dada Zulfa, kwanza alitupigiaga simu kwa mara ya kwanza kulalamika kwamba ameenda kwa, kwa bosi wake akakuta majukumu tofauti na alioambiwa hapa ofisini, ya kuambiwa kutakuwa na kilimo cha bustani, kilimo cha mboga mboga na biashara ya kuuza maji. Hivyo sio majukumu, sio majukumu alioambiwa na kituo lakini alipofika kule akayakuta hayo majukumu, alivyopiga simu hapa, uliambiwaje na watu waliokuhudumia hapa ofisini? kwamba hayo majukumu ndo nimepewa kuanzia sasa hivi, ni kwao niendelee nayo, ndo nishapangiwa. Ndio utaratibu huo, kwamba dada anapopiga simu kulalamika akakutana na majukumu mapya nyinyi mnamwambia okay, sawa basi endelea nayo hayo hayo, nayo, nayo ni sehemu ya majukumu yako? Hmm. mm -hmm. Inatakiwaje? Yaani utaratibu unakuwaje? maana inawezekana amejibiwa kwa sababu ilikuwa lini? Ulikuwa ni mwezi wa tano, mwezi mwaka jana. Mwaka jana wa tano, kwa vovyote amejibiwa na staff wengine waliopita, waliopita, lakini hakuna, hakuna kilichobadilika. Yaani ulivyojibiwa umejibiwa na watu wetu wavivu hapa ambao walikuwa wa, wa hawana uwezo sawa wa kufanya consultation na kujua yani kuweza kung'amua kwamba hili linatakiwa liendo, liendo, uh, tuliendo vipi. Na kwa bahati mbaya sana, unapokutana na kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako, huwezi kufanya maamuzi yaliyotakiwa. Watuletee city management kwamba kuna dada kaenda kwenye, kwa bosi kakutana na majukumu haya eh, tufanyeje lakini huyo aliyekujibu ni miongoni mwa wadada ambao tunawaamini kuwaweka hapa ofisini wawahudumie, lakini wengine wanakuwa wavivu na wanakuwa hawana utu, hawawezi kuvaa viatu vya yule dada ambaye yuko kazini. Yeye anamwambia tu ee, basi endelea na hayo majukumu. Hayo ni makosa. Dada anaporipoti majukumu mapya, lazima hayo majukumu tuyapitie na tuangalie kama ni majukumu kweli ambayo anaweza kuendelea nayo au la, yako nje ya uwezo wake. Bosi wake hakusema haiwezekani, bosi alimjibu kwamba haya majukumu nilishasema kule kituoni. alafu dada alipotoka hapa, yeye alisomewa majukumu mengine, si ndio? mm. aliambiwa majukumu mengine, alivyoenda kule kakutana na mengine. Kwa hiyo haiwezekani, huyo bosi alivyomwambia kwamba majukumu mi kule niliyatoa, huo uwezekano ni mdogo. Inawezekana tu kwamba aliyekuepo hapa aliona tu ah, sikulimalima tu bustani, wewe fanya sasa hapana, huo sio utaratibu. Nasema hivyo, yani, kukria kwamba aliyefanya ni makosa ni katika, na ndio maana unakuta kila siku mnapokuja mnakuta tunajaribu kutafuta watu ambao wataweza kuvaa viatu vyenu. Melewa Zulfa, eh? mm -hmm. unapokuja si unakuta sura nyingine hapa eh? mm -hmm. Eh, hii yote ni katika sisi kuhakikisha kwamba tunapata watu wazuri ambao wataweza kuelewa changamoto zenu na sio tu kuangalia upande wa mabosi peke yake, maana huyo ni mtu ambaye alikuwa anaona tu yaani bosi ndio wa kusikiliza dada, sio wa kumsikiliza. Sasa watu wa hivyo hatuwezi kufanya nao kazi. Kwa hiyo pole sana kwa hiyo changamoto, lakini changamoto zingine ambazo zimekuwa zikiendelea kutokea, kubwa ambayo sasa hivi ana ripoti ni ya jana, kapigwa. na kama amepigwa, alipiga simu hapa ofisini kaambiwa aje Sindiyo? nani anapokea simu yake tete? Ehe, utaratibu dada akipigwa kituo kinafanya nini na yani utaratibu unatakiwa, huyu dada apate nini? Bosi wake ndio hivyo kampiga, hata kama tunamwona ana alama, lakini kumpiga mtu yani, dada hatakiwi kushikwa, kama ambavyo tunawakataza wasipige watoto wa mabosi. Kwa hiyo nini kinachotakiwa, hatua gani zinatakiwa zifuate kwa huyu dada? namba moja jana wakati dada anapiga simu, analalamika dada kaondoka. Kwa hiyo wewe Zulfa ukupiga simu mimi sikupiga, kabla. Yeye ndo alianza kupiga, yeye ndio bosi ameanza kupiga tayari mm. Dada dada, hiyo ni changamoto ma-ma yaani ni kwamba watoto ambao wanakuwa likizo wanamsaidia dada majukumu. mm -hmm. Na dada mwenyewe pia, nilivyokuja kuongea naye alikiri, ni kweli huwa anasaidiwa na watoto majukumu, kwa hiyo bosi alichokuwa anasema hiyo -hmm. si, yaani ni kama siku ngapi, ni kama majukumu yote dada anasaidiwa na watoto. Kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba juzi, sijui kufua, ni kwamba dada anafua watoto wanasuza, wanania mm -hmm. alafu sijui kupika, si vyombo vyote ni dada anasaidiwa na nani? Na watoto kwao, inakuja kufika sehemu kwamba yani dada ni kama ame relax majukumu mengi anawaachia watoto mm -hmm. kwa maelezo ya boss kwao. Baada ya hapo, hiyo siku kwamba dada ameamka jana, hajafanya majukumu yake, kwamba alitegemea dada awe ameshapika mpaka saa nne dada sijui hajafanya haja nyumba hajadekiwa sijui kofu na majukumu ambao, mpaka zinafika muda ambao anasema anamkaga saa nne majukumu ambao dada anatoka kuyafanya hayajafanyika. hmm. Saa nne chai haijapikwa watoto bado hawajanywa chai hmm. na vitafunwa hakuna. dada saa nne hiyo ndo anapika chapati za maji hmm. Nikasema okay. Kwa hiyo mwisho wa siku kwamba dada kuambiwa, dada anakuwa mkali, anamjidisha kama mke mwenzie Niko maelezo ya bosi, mm -hmm. Anamjibisha kama mke mzuri. Nikasema okay, bosi, mimi nimekusikia. Baada ya yako dada ni kwamba ile kujibishana kwenye kujibishana, kujibishana, kujibishana. Okay. Dada ndo akasema anafanyaje, anaondoka kwa mwisho wa siku, dada akabeba vitu vyake, ni kwamba anafanyaje, anaondoka. Baada ya dada kuondoka, ndo bosi anapiga simu kwamba Zulfa hakutaja jina dada hapa akaondoka, na ameondoka kwa sababu kimetokea hiki na hiki na hiki. Kipi cha kumpiga? No, hakutaja kumpiga, hakutaja chochote. Nikasema aliongelea hayo majukumu ambayo hapo yakafomu mm kwamba sio atakiwa kuamka mapema mpaka saa nne mtoto jana acha kwa kama yeye kumwambia, ndio ikawa kisa kwamba dada na na, na yaani kum, kum, yaani kumfokea yaani, ndio dada kwamba kukasirika, ukaanza kujibishana na bosi dada, kwa sababu ndio kwamba na kinyanya mm -hmm. Anaondoka mimi mm -hmm. Nikamwambia bosi kwamba dada dada anachukua kumaliza mkataba wake tarehe moja mwezi wa tano mm. -hmm. kwangu mimi ikapamani dada kwamba anakubali kupoteza haki zake kwa yani, yani kwamba ameshindwa kufanya majukumu yake, kwamba ameshindwa kuelewana na bosi kwa siku hizi si, no mimi nahitaji kuongea na, no na dada nanaidd mm. Nikapiga namba ambazo zilikuwa ziko kwenye mkataba wa dada mm, kwa sababu nilikuja kutafuta mkataba wa dada. Mm. na tafuta namba ambazo ziko kwenye mkataba wa dada si, namba hazipatikane kama zilikuwa haziiti mm -hmm. Nikamwomba bosi, naomba unitumie namba za dada ambazo mm -hmm. zinapatikana mm -hmm. Bosi akanitumia namba mbili mm -hmm. za dada, nikapiga simu za dada, nimepiga mara nyingi sana dada apokee mm -hmm. nime nime mm -hmm. simu nimepiga mm -hmm. sana na dada apokee simu. Baadaye sana nimeshasahau sahau, ndo dada anakuja kupiga simu, mimi Zulfa mm -hmm. ikabidi ni muhoji mm -hmm. ni nini kimetokea mpaka umeondoka nyumbani kwa bosi mm -hmm.